Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vipi hali zenu, natumai nyote ni wazima wa afya. Karibuni tena, na leo tunakwenda kutengeneza ice cream kwa njia rahisi sana nyumbani, bila ya vifaa maalum. Kwa kuanza, utahitaji double cream, utahitaji rose syrup pamoja na condensed milk. Utaanza kuweka double cream yako kwenye bakuli lako liliokuwa kavu. Unaweza ukatumia mashine ama ukatumia mchapo kama huna mashine Utachanganya mpaka uone mchanganyiko wako wa double cream umekuwa mzito kidogo tu, usiache ukawa mzito sana na ukiona umekuwa kama hivi. Itachukua kama dakika tatu kupata mchanganyiko wako uwe kama hivyo. Sasa utaweka a, maziwa haya mazito ya sona. Ama wengine wanaita condensed milk. Na hivi nimepima vijiko vitatu, alafu nitaweka na hii rose syrup, nitaweka pia vijiko vitatu, na nimeweka sona vijiko vitatu kwa sababu hii rose pia ina sukari sawa. Na kama hutokuwa na hii rose syrup, unaweza tu ukaweka uh, vanilla ukaweka arki ya vanila. Baada ya hapo, utachanganya na ukiwa ume, umekuwa mzito kama hivyo, ujue tayari. Utatia kwenye bakuli la ufuniko na utakwenda kuweka kwenye friza kwa masaa matano mpaka sita au hata usiku mzima. Na hapa sasa, baada ya masaa matano Ice cream yangu tayari imeganda. Sasa ni muda wa kuenjoy. Ni tamu sana, nzuri sana. Very yummy! Na juu nitaweka hii sprinkles kidogo, ili kupamba pamba ice cream zetu na zitakuwa tayari. Utaenjoy. Shukran.